Ili uwe na nafasi kesho ya hicho unachokitarajia katika mtizamo wa kiuchumi au political space au social, lazima leo uitengeneze. Utaingia kwenye vurugu na utajikuta unaweza ukazehe, uka, ukapata uzee ukazeeka ukiwa ndani ya vurugu awii awi awi. Vijana, mna nafasi na fursa kubwa sana lakini pia mnayo nafasi ya kujitafakari sana katika misukumo ya mihemko ambayo mnakuwa nayo kulingana na aina ya makundi au watu ambao unashiriki nao katika mawazo tofauti tofauti. Kuwa na fikra chanya au hasi katika kujadili jambo si jambo baya katika mtazamo wa kitaaluma, wanazuoni mnafahamu lakini kuipeleka ile mitizamo katika vitendo vya vurugu hapo ni jambo ambalo linakuwa linaleta taswira ambayo inakuwa inakinzana wakati mwingine na sheria. Zipo principles zile za waliosomama, sijui kama bado hivyo vitabu wanavisoma watu kina Marx na kina Lenin wakati ule, zile zile principles za za the, the, the law of negation, of negation. Yani vitu vinakuwepo kwa kusababishana. Eh, eh, yaani wewe unanisababisha nifanye kitu fulani eh, kwa kufanya kitu fulani eh, eh, unakuwa na mtizamo fulani unakuja kufanya kitu fulani unanisababisha mimi nije kufanya kitu fulani eh, kwa mujibu wa sheria. Lakini kwa hiyo kimsingi nikiwa kamanda wa jeshi la polisi hapa mjini Dar es Salaam, sehemu ambayo nasikia wanasema ndio wamechagua ya kuja kufanya hicho kitu ambacho kwa mtizamo na mawazo yanayojitokeza ni cha uvunjifu wa amani, kwa kufanya baadhi ya vitendo ambavyo ni kinyume cha sheria. Na sisi kwa sababu tumeapa, maanake sisi tunaapa law enforcement agencies kabla ya kufanya haya majukumu tunaapa, kwanza kuilinda nchi, pili kuwalinda watu, tatu kulinda mali halali za watu. Yaani nyinyi mna mali zenu, hata simu, hata kibegi kwamba mtu asichukue. Sasa, kwa sababu sisi tumehapa, tunawaeleza tutatimiza majukumu yetu ya kuhakikisha kwamba watu wanakuwa salama. Siku hiyo watu wajitokeze kwenda kupiga kura, wafate taratibu za kisheria, sisi tutakuwepo barabarani, si kutisha watu kwa ajili ya kuwalinda watu ambao wanakwenda kutimiza majukumu ya kikatiba ya kupiga kura, ya kupiga kura. Najua kuna watu watakata hicho kipande kwamba Kamanda Muliro aruhusu maandamano. Big no. siku hiyo hakuna maandamano wala hakuna vurugu. Narudia, siku hiyo hakuna maandamano wala hakuna vurugu. Siku hiyo ni ya